wabarakatuh mtazamaji wa KIAGA TV tunakutana leo muda mwingine tena katika changamoto za hapa na pale A. Leo kama nilivyokuambia, bado tupo maeneo ya Kidondwe huku pembeni ya jiji Dar es Salaam, maeneo hapo ni pwani. Huku tupo huku kuhakikisha tu kwamba habari zinakufikia wewe Muislamu na ambaye sio Muislamu, kuhakikisha kwamba tunachangia Masjidi Nur, hakikisha inasimama na Waislamu wanafanya ibada zao hapa bila nongwa yoyote. Nimeongeza na imamu, nimeongea na katibu. Sasa hivi niko ni na kiongozi na mwingine, nafanya kuongea kila kiongozi nazungumza naye, kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji ni kuaminisha kwamba kweli kuna mahitaji makubwa yanahitajika. Twende mimi na wewe mpaka mwanzo na mwisho, salaam. Bwana mimi kwa majina, juhu, naitwa naitwa nah, nah, mjumbe, nah, kwa majina naitwa Masunda. Sijajua unaitwa nani. Masjid Nur ni kiongozi gani? Imekuwa jambo zuri sana kama mjumbe uh, umeshaguliwa kama kiongozi wa Masjid Nur uh, wakati wako ume, kwanza umedumu kwa muda wa miaka mingapi kwa kiongozi huyu? Miaka mitano. Miaka mitano. Mm -hmm. Ni mkazi, mkazi, ni ni mkazi wa Kilwa. Naam. una miaka mingapi kuja huku? Ah, ni miaka kama kumi na saba mpaka sasa hivi. Kumi na saba. Ila uongozi wako umehudumu miaka mitano, mitano yeah. Tumeona jengo la Masjid Nur linahitaji mambo mengi sana ambayo kuhakikisha kwamba jengo hili linasimama wewe kama mjumbe uh, um, changamoto gani ambazo unapitia kuhakikisha kwamba Masjid Nur inasimama na inafika kwenye lengo lake Changamoto zetu ndugu mwandishi, pamoja na waislamu ambao wanatusikiliza sisi, tuna jengo hili ambalo limeanzishwa na wazee wa zamani wazawa, lakini jengo kwa linaendelezwa, tukawa tuna swali hapa, tulianzia kwenye makuti mpaka ikafika hatua hii ya kuweza kujenga, ikafika hatua hii. Kwa hiyo, tukakaa kama kamati pamoja na imamu wetu na viongozi wetu, tukawa tunawaza jinsi gani ya kulijenga ili jengo liweze kuwa jengo kubwa. Tukawa tumefanya hivyo. Baada ya kufanya hivyo, tukapata matofali kama elfu nne kupitia kwa waumini ambao waumini wa wadondo wa Uislamu wa wa baada ya kuwa kupata kutoka kuanza kujenga ni kubomoa msikiti tuliokuwa nyuma yetu ili mradi tujenge mwingine. Lakini baadhi ya wajumbe tukakaa tukasema kwamba hapa ni barabarani, ni kama mnavyoona mtangazaji isipalivyo na, na msikiti ni sehemu ya barabara. Kwa hiyo likatoka wazo, kwa nini tusitafute sehemu nyingine, hii sehemu ya barabara ni tuiache. Kwa sasa unajua changamoto zetu sisi Waislamu jinsi ya kujitolea. Hizo tofali elfu nne tumechukua karibu miaka mitatu kuzipata tofali elfu nne. Kwa hiyo tukaona hii changamoto tutapataje? Kwa hiyo baadhi ya wajumbe wakasema tujenge hapa hapa, baadhi ya wajumbe wakasema hapana. Tukapata tukapata tukalipeleka ile wazo, tukajaribu kutafuta, tukakubaliana, basi hapa tuame, lakini tukafanya tunafanyaje? Katika kwa makwe tukasema hapa sisi tuna tuna eneo, tunaweza tukauza ile eneo, alafu baadaye tukaenda tukanua sehemu nyingine, lakini baada ya zile changamoto kwa zinaendelea na huku tunafanya utafiti, wapi tunapata, akatokea muumini mwenzetu ambaye ni Muislamu, alikuwa na eneo lake hapo nyuma, ambao baadaye mtaenda mtaliona baada ya kumfikishia ule ujumbe, bwana, sisi tuna jengo letu hapa, kama kuna uwezekano tubadilishane, wewe uchukue hili, sisi utupe huko nyuma hapo, unaweza kufanya biashara. Kwa hiyo yeye akasema, alivyoliona basi akasema haina shida, nikaongea na familia yake. Alivyoongea na familia yake, wakarudi, akatupa lile eneo bure kabisa. Yani kama kalitoa kwa niaba ya kujenga msikiti. Mtaenda kuliona hapo nyuma baadaye. Kwa hiyo basi lile wazo likawa limepatikana ule zile tofali elfu nne ambazo tulitegemea tujenge hapa tukaziacha, na yule bwana akasema kwamba ili eneo ni la kwenu na hii sehemu ya msikiti mimi sitoichukua. Yaani sehemu ambayo tulitaka tumpe yeye au tuuze kwa niaba ya kutafuta sehemu nyingine. Nikawa ameliacha lile sehemu, zote mbili zikawa za kwetu. Kwa hiyo baada ya zile tofali elfu nne tukawa tumeenda pale kwenda kuziweka kama ni msingi. Tumesijenga, tumefikia hatua ya msingi. Sasa uwezo wetu na uhafifu wetu wa Kiislamu umekuwa mgumu, kwa hiyo mbili letu sisi tunataka vifaa kama ni matofali, kama ni simenti, kama ni nondo, vyote hivyo ambavyo hatuhitaji pesa. Sinachotaji kwamba ni vifaa, tukivipata vifaa, ili mradi jengo letu liweze kusimama, ndio hilo lengo letu kuu, na ndio ombi letu kuu kwa Waislamu ili watusaidie kwa hili. Bwana mjumbe, amenyoosha vizuri sana nafikiri. Wewe mtazamaji wa Kiyaga TV utakuwa umejifunza, unaangalia kipindi chako pendwa hiki. Waislamu wadondo wanahitaji msana mkubwa sana kutoka kwako. Amesema anahitaji pesa kama tu unaweza kuzungumza mwanzoni, wewe una, una, una, una sumenti una nondo, funga kwenye gari yako ilete hapa kuhakikisha kwamba masjid Noor inasimama, kama ninavyokuambia kutoa ni, ni moyo. Wewe kama Muislamu kama umeguswa, jitolee kuhakikisha kwamba leo kesho na kesho kutwa, ukiingia kwenye kaburi, hii itaenda kukusaidia sana. Maana ukitoa huwapi hawa viongozi wa Masjid Noor, bado unajiwekeza wewe kesho na kesho kutwa, katika uongozi wako huu unaomba uko nao kama mjumbe. Nafikiri kuna changamoto nyingi. Kama vile umepitia changamoto gani ambayo unaweza ukaikumbuka ukasema ukifikia kipindi mpaka nikatamani niuwache ujumbe niangalie mambo mengine, maana mshakuwa mtihani kwenye hili jambo? Changamoto mimi nasema ni katika sisi Waislamu ni wazito wazito katika kujitolea, kwa sababu jambo lolote, hata kama litahitajika kwamba sisi ni wajumbe, ni kazi ya kulinda msikiti, lakini huu msikiti wetu hauna pesa. Ina maana baadhi ya wajumbe wanakuwa wazito kuja kujitolea kwenye ile jengo la msikiti. Hata hapo nyuma tutakapokwenda, unaona, naona kwamba kuna mchanga ambao tumemwaga pale. Kwenda kutoa tu ule mchanga, kuweka kwenye kifusi pale, inakuwa shida. Ukiwaambia watu waumini, nao inakuwa shida. Unaona kama sisi tuna, tuna pesa pale. Kwa hiyo changamoto kubwa ni ni hiyo ambayo tunakundana nayo sisi wajumbe. Waislamu tumekuwa wazito, kwa hiyo nawaomba kama watakuwa wananisikia hivi, tuweze kulikufanya jambo letu ili mradi kwamba tukiwa na jambo lolote hapa ambalo linahitajika kumsaada, basi tufanye, sio kwamba imamu au mjumbe au katibu kwamba kuna pesa hakuna pesa, tujitolee kama tulivyokuwa tumejitolea mara ya kwanza kakusafisha lile eneo na mambo mengine yakijitolea, basi tujitolee. Tukisia jambo la kujitolea, tujitolee wote kwa, kwa umoja Tujitolee Waislamu kama neno la mjumbe alivyozungumza, ili kuhakikisha kwamba mwisho wetu wa mwisho mwema. Mimi nashukuru sana mjumbe kuzungumza na leo, inshallah tutakutana tena muda mwingine. Nilikuwa na mjumbe wa Masjid Nur hapa, ametuelekeza vitu vingi sana kupitia msikiti huo wa Masjid Nur. Basi wewe kama Muislamu, kama umegusa, basi inshallah, hebu fanya hii kuhakikisha kwamba unachangia. Ungetaja uh, namba zako za simu, maana nimepata namba za imamu za katibu, lakini pia namba zako muhimu. Mwingine anaweza akatamani kukutafuta wewe, kama wewe, kuhakikisha upate ripoti mbili tatu kupitia Masjid Nur. Namba yangu mimi ni hiyo imefika kabisa na imefahamika. Mimi nakusi tu usikose kusubscribe, kucomment na kushare ili waanze kupata habari zetu za kila siku ambazo zinashuka hapa kupitia Kiyaga TV. Naitwa Masunda, tukutane tena muda mwingine.